Wadau watakaoshiriki katika maonesho haya ni wasanii na wabunifu kutoka maeneo ya filamu, muziki, sanaa za maonesho, lugha na fasihi pamoja na sanaa ya ufundi. Vilevile pia wadau hawa watatoka katika nchi mbalimbali katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki ambazo ni Kenya Kongo, Burundi pamoja na Uganda. Pia utokopo na wajasiriamali katika sekta zote za uchumi, taasisi zinazojishughulisha na utamaduni na sanaa, taasisi za fedha zikiongozwa na benki ya CRDB. Vilevile pia tutakuwa na kampuni za bima na washirika wa maendeleo. Ndani ya benki ya CRDB tumeweka mifumo na taratibu nzuri za kuhakikisha kwamba zile shughuli wanazozifanya zinaweza kufanyika vizuri kupitia e, mitandao ya kibenki. CRDB Bank tunajisikia fahari kubwa sana kushiriki katika haya ma, e, maaya maonyesho na tutakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama mkurugenzi alivyoongelea na tunawakaribisha sana wasanii waje waone huduma za benki ya CRDB, lakini tuko nao kwa ajili ya kuwawezesha. Tupo hapa kwa ajili ya kuwaomba wadau wetu wote watu wa filamu Watu wa music, watu wa sanaa za maonyesho, watu wa sanaa za ufundi na wananchi mbalimbali wajitokeze siku hiyo. Kwa lengo ni kwamba matamasha hayo yanajenga kwanza watu uwezo. Kuna empowerment kubwa, kuna building pale capacity lakini pia kuna business inafanyika. Tumeona mataifa mengi makubwa yatakuwepo hapa East Africa yametajwa. Maanake tukiwa pale tu moja kwa moja tutatengeneza network, tunatengeneza connection ambazo zinatusaidia kuweza kusogea mbele zaidi. Lakini kutakuwa na taasisi pale ambazo taasisi hizi zitakuwa zinatoa huduma za kiafya lakini pia zinajengea uwezo na urasimishaji wa watu. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau wote wajitokeze kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30. Uzuri wake ni bure, hakuna kiingilio cha aina yoyote. Kwa hiyo nipo hapa kwa niaba ya shirikisho la filamu Tanzania, lakini ni mashirikisho mengine yajitokeze na wadau mbalimbali, ili tuwe, tuweze kufanya jambo hili, na kama vile tulivyokubaliana, hiyo ni jambo la kimkakati, kwa sababu hili ndio mwanzo, lakini tunaendelea na matamasha mengi kwa kupitia eneo hili la leo. Niwashukuru wote na niwakaribishe na wapa uh, usia mkubwa sana w wasanii wote ili waweze kushiriki maonesho haya ambayo yanategemea kufanyika mwezi huu wa Aprili, waweze ku, kuongeza wigo mkubwa katika shughuli zao za sanaa, kuweza kuibua masoko makubwa, kwa sababu kama ambavyo wamesikia, kuna ushiriki wa mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki, waweze kupata masoko mapya, lakini pia waweze kujipatia ubunifu mpya na kuweza kuongeza masoko. Usahau kusubscribe, ku comment, ku like, na kushare